Karibu katika Mohamed Talk leo tutamzungumzia mwanasiasa mwana mkongwe nchini Tanzania waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na aliyewahi kuwa mgombea urais mkuu wa upinzani. Lowassa ni mmoja wenye ushawishi mkubwa hasa katika uamuzi ma, maamuzi magumu ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa miaka mingi sana. Maisha yake ya awali na elimu. Edward Ngoyai Lowassa alizaliwa tarehe 26 Agosti mwaka 1953 katika eneo la Arusha, kaskazini mwa Tanzania, katika kabila la Kimaasai. Elimu yake. Alisoma shule ya msingi na sekondari nchini, ikiwemo shule ya sekondari ya Arusha. Alipata shahada ya kwanza ya sanaa katika ushirikishwaji wa maendeleo, BA in Development Studies kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1977. Alipata shahada ya uzamili katika usimamizi wake wa maendeleo, usimamizi wa maendeleo, MSc in Development Management kutoka chuo kikuu cha Bath, Uingereza mwaka 1984. Kupanda ngazi katika siasa, mwanzo hadi 2005 Lowassa alikuwa mwanasiasa wa mtendaji wa CCM. Alianza kujizolea umaarufu ndani ya miundo ya chama kabla ya kuingia kwenye uwaziri. Alianza kazi kama mshauri wa chama na baadaye alishika nyadhifa mbalimbali za kitaifa ndani ya chama cha Mapinduzi. Mwaka elfu moja mia tisa na tisini alichaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa mbunge wa jimbo la Monduli, nafasi aliyoshikilia kwa zaidi ya miaka ishirini. Waziri alihudumu katika baraza la mawaziri la rais Ali Hasani Mwinyi na baadaye la rais Benjamin Mkapa, akishika wizara mbalimbali zenye mbali, ushawishi akihudumu katika baraza la, alikuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, waziri wa maji na maendeleo ya mifugo, waziri wa kazi, vijana na michezo. Alifahamika kuwa ana mtandao mpana wa kisiasa na alikuwa rafiki wa karibu wa Jakaya Mrisho Kikwete na viongozi wengine wa juu wa chama, walijulikana kama 4G4, G40 group of 40. Waziri mkuu mwaka 2005 mpaka mwaka 2008. Baada ya Kikwete kushinda urais mwaka 2005 alimteua Lowassa kuwa waziri mkuu. Aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza wa utawala wa Rais Jakaya Kikwete mnamo Disemba 2005. Aliongoza kwa takriban miaka miwili na miezi mitatu akilisitiza utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kusimamia nidhamu serikalini. Tukio la mwaka 2007 mpaka 2008, kashfa ya, ma, ya mkataba tata uzayari.